Naomba kuwatangazia wananchi wote mlioko hapa, wachezaji, mashabiki wote, kwamba kipindi hiki tuna zoezi la kugawa la kugawa kadi za Chama cha Mapinduzi, zile kadi za kielektroniki. Kadi zimekuja, kwa hiyo nawaomba wananchi wote, wanachama mliojiandikisha kwenye mfumo wa kielektroniki, nendeni kwenye kata zenu na kwenye matawi mkapate kadi zenu. Kadi zimeshakuja vile vikadi vile mnavifahamu vinafanana kadi za benki, vimeshafika kwenye kata na matawi yetu. Kadi zile zimeboreshwa, ni kadi nzuri, zina mambo mengi ambayo hatuwezi kuyasema hapa, lakini kwa sababu leo tunacheza mpira, nimeamua nifanye nini, nilichomekee na naomba mlipokee. Lakini pia niwaombe ndugu zangu, wana Tarime mji na wote mliohudhuria, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Kuna uchaguzi wa madiwani wa bunge pamoja na mheshimiwa rais. Zipe kauli zinatoka kwamba mwaka huu hatufanyi nini, wapuuzeni. Hakuna yoyote awe katikati ya anga au katikati ya ardhi anayeweza kuzuia uchaguzi wa mwaka huu usifanyike. Tutafanya uchaguzi kwa namna yoyote ile, kwa sababu ni kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo hawezi kutokea yoyote akazuia uchaguzi. Tumejipanga vizuri Tarime, tutahakisha tunafanya uchaguzi kwa amani na utulivu, na nyinyi ndio wadau wakubwa. Wananchi mlioko hapa, tusaidianeni kueneza amani, utulivu na kupuuza mambo yanayoweza kutugawa na kuleta taharuki katika jamii yetu. Niwaombe sana hili, nilipaswa niliseme na ninaomba mlipokee, mmelipokea. Mwaka huu yeah, ni mwaka wa uchaguzi yeah, wote tutashiriki uchaguzi yeah, wanaosema tutashiriki uchaguzi wanyoshe mikono juu